Badala ya kuchonga miungu ya kike wakachonga sanamu, badala ya kuliita mungu mke wakaliita mama wa Mungu wakimaanisha Maria. Mpendwa mtazamaji, leo tunafunga safari moja kwa moja mpaka mji uitwao Efeso. Bila shaka jina hili siyo geni masikioni mwako. Hapa kuna madini kadhaa tunaenda kuyachimbua, nenda nami Efeso ulikuwa mji mkubwa wa kale ulioko magharibi mwa Asia Ndogo. Mji huu kwa sasa unajulikana kama Turki ya kisasa. Kipindi cha mitume wa Yesu, mtu kusafiri kutokea Yerusalemu kulikuwa mbali sana, takriban kilomita mia sita kaskazini magharibi. Mji huu ulikuwa bandari kuu ya biashara na sehemu yenye watu wengi, wageni na madini mengi. Haikuwa tu mji wa biashara, bali pia kitovu cha kidini, dini ambayo ilianzishwa na mafundi Mafundi wa Efeso wanaotajwa sana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19. Hawa walikuwa mafundi wa fedha na sanamu, waliotengeneza na kuuza sanamu za mungu mke Artemi. Kazi yao ilikuwa biashara kubwa sana katika mji wa Efeso. Baadhi ya bidhaa walizokuwa wakiuza ni sanamu ndogondogo kwa ajili ya wageni na mahujaji, vihekalu vya Artemi, walitengeneza vitu vya ibada, pete, hirizi sanamu za nyumbani na vifaa vya ibada viliyoaminika kuleta ulinzi au baraka. Fundi mmoja aliyejulikana kama Demetrio, fundi wa fedha, ndiye aliyekuwa kiongozi wa mafundi. Mafundi hawa waliwashawishi wanunuzi kuwa wakishanunua na kumfanyia ibada mungu wao, miungu yao itawalinda familia zao, hawatapata njaa au shida, miungu yao itawapa mafanikio na amani. Kwa hiyo wageni wengi walimiminika mjini Hivyo Efeso hujulikana kama kituo kikuu cha hija kwa waabudu wa Artemi, mungu mke. Hekalu la Artemi lilikuwa kivutio kikubwa. Watu walikuja kutoa sadaka, kushiriki sherehe za kidini, kuomba uzazi, ulinzi au mafanikio. Baada ya ibada, wageni walinunua sanamu ndogo ndogo za Artemi, nakala za hekalu, hirizi zilizojulikana kama talismans za ulinzi au bahati. Hivi vilitumika kuabudiwa majumbani kama kumbukumbu ya hija na kuendeleza ibada ya Artemi katika miji waliotoka. Mafundi walipata utajiri mkubwa. Kwa kazi hii walilipa kodi serikali ya utawala wa dola ya Kiromi. Serikali ya Efeso chini ya utawala wa Roma ilinufaika sana na kodi kutoka kwenye mfumo mzima wa ibada ya Artemi. Biashara ya sanamu ililipa kodi za mauzo na ushuru wa soko. Wageni na mahujaji walitozwa kodi kupitia malazi chakula na huduma mbalimbali na hekalu lenyewe lilikuwa kitovu cha uchumi na hifadhi ya fedha kilicholindwa na mamlaka. Matendo ya Mitume inatueleza kuwa siku moja katika mji wa Efeso, kama tunavyosoma hapa, Matendo ya Mitume 19 mstari wa 23 na kuendelea: Wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile, kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio mfua fedha aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida mingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema, Enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii. Tena mnaona na kusikia kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema kwamba hiyo inayofanywa na mikono siyo miungu si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humwabudu. 28 Waliposikia haya wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu! 29 mji wote ukajaa ghasia wakaenda mbio wakaingia mahali pa michezo kwa nia moja wakisha wakamata Gayo na Aristarko, watu wa Makedonia, waliosafiri pamoja na Paulo. Thelathini, na Paulo alipotaka kuingia kati ya watu, wanafunzi hawakumwacha aingie. Na baadhi ya wakuu wa Asia waliokuwa rafiki zake walituma watu kwake kwa kimsihi asijihudhurishe nafsi yake ndani ya mahali pa michezo. Basi wengine walikuwa wakilia hivi na wengine hivi kwa maana ule mkutano ulikuwa umechafuka chafuka, na wengi wao hawakuijua sababu ya kukusanyika kwao pamoja. Wakamtoa Iskandar katika mkutano, Wayahudi wakimweka mbele ya watu. Iskandar akawapungia mkono akitaka kujitetea mbele ya wale watu, lakini walipotambua kuwa yeye ni Myahudi, wakapiga kelele wote pia kwa sauti moja kwa muda wa kama masaa mawili wakisema, Artemi wa Efeso ni mkuu, Artemi wa Efeso ni mkuu, Artemi wa Efeso ni mkuu. na karani wa mji alipokwisha kuwatuliza watu akasema, enyi wanaume wa Efeso, ni mtu gani asiyejua kwamba mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemi aliye mkuu na wa kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Hapa tunaona mtume Paulo alipofika Efeso, kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu alifanya miujiza ya wazi, wagonjwa walipona, mapepo yalifukuzwa na wenye majeraha wakapona, na hakuna aliyedaiwa hata senti moja, bali waliambia wokovu ni bure kupitia masiya Yesu Kristo. Wakati huo huo, watu waliokuwa wamenunua sanamu kwa gharama kubwa, wakitoa sadaka nzito na kuabudu kwa heshima na jitihada, waligundua kwamba sanamu zao hazikuwasaidia chochote. Ukweli huu uliposambaa nyumba hadi nyumba, na mashahidi kuona miujiza, dhamiri zao ziliamshwa, walianza kuacha uchawi kuacha ibada ya sanamu na hata wengine wengi walikusanya vitabu waliouziwa na kuvichoma hadharani. Matendo 19:19 inasema, wengi wale waliokuwa wametumia uchawi walikusanya vitabu vyao wakichoma hadharani mbele ya watu wote, na thamani yake ikakisiwa kuwa maelfu mengi ya fedha. Hapa tumepata sababu ya kwa nini mafundi na wafanyabiashara walipiga kelele na kuleta ghasia mjini. Kupitia Mtume Paulo injili, iliyobeba Mungu wa kweli, ilivunja kitiga uchumi wa mafundi waliojiwekea kwa muda mrefu kwa njia ya ibada ya uongo. Vita ikazuka kati ya wafuasi wa Kristo na mafundi, chini ya dola ya Kirumi. Kadiri wafuasi wa Kristo walivyouawa, ndivyo watu walizidi kuwa wengi, walijificha misituni na walikimbilia miji hadi miji. Kadiri walivyomhubiri Yesu, ndivyo watu walizidi kufunguliwa na kuacha sanamu zao. Mafundi na dora ya Kirumi iliingia hasara, wakaendelea kulitesa kanisa hadi pale mtawala wa dora ya Kirumi Konstantine alipogeuka na kuwa Mkristo mwaka 312 baada ya Kristo. Kabla ya vita vya Milvian Bridge, Konstantine alidai kuona ishara ya msalaba angani pamoja na maneno, kwa ishara hii utashinda, kwa Kilatini in hoc signo vinces baada ya kuona maono hayo, aliagiza askari wake wachore ishara ya Kristo chiro, kwa ngao zao. Alishinda vita hivyo na hapo akaamini kuwa Mungu wa wakristo ndiye aliyemsaidia. Konstantine alipoupa ukristo uhuru, Edict of Milan 313 baada ya Kristo, wafuasi wa Kristo wakaacha kujificha. Ukristo ukawa dini inayoenea haraka, lakini dola ya Roma ilikuwa tayari imejaa utamaduni wa sanamu. Wachongaji sanamu, maasini na wafanyabiashara wa sanamu walikuwepo tayari. Ukristo ukawa dini inayoenea haraka. Wachongaji wa sanamu za miungu ya kipagani wakaanza kubadilisha majina ya sanamu zao ili zipate soko. Badala ya Zeus wakachonga sanamu, wakawauzia watu kuwa ni Yesu mtenda miujiza badala ya kuchonga miungu ya kike wakachonga sanamu, badala ya kuliita Mungu mke wakaliita mama wa Mungu, wakimaanisha Maria. Biashara haikukufa, ilibadilisha jina na sura. Hapa ndipo hoja ya wengi inatokea: upagani ulivishwa vazi la Kikristo. Kanisa likaanza kutambulikwa kwa sanamu zilizomo ndani yake na sio kwa kweli ya Injili. Waliuza cheti za msamaha wa dhambi, matajiri wakamimina mali zao kulipa gharama ya dhambi walizofanya na watakazofanya wakati ujao. Biashara ile ile ya Efeso sasa ikafanyika kwa mgongo wa kanisa, huku mfumo ukiendelea kunufaika. Watu walimkiri Yesu huku wakilazimika kutumia visanamu hivyo ili kutoa sadaka na kushiriki ibada kutafuta baraka, ulinzi au mafanikio. Wachungaji au viongozi wa kidini hawakubaki nyuma. Leo hutumia njia sawa na mafundi wa Efeso kujipatia faida. Badala ya sanamu, wanawahimiza waumini kununua vitu mbalimbali, kama maji matakatifu, udongo, mafuta, madawa mabao au vifaa vya ibada wakiahidi baraka, uponyaji au mafanikio. Makanisa mengi ya leo yanafananishwa na hekalu la Artemi, lipo pale kwa faida. Waumini hushawishiwa kutumia mali zao kwa ajili ya kuiwezesha injili kupitia kanisa hilo, na baadhi ya wachungaji hupata faida kubwa kifedha kutokana na tabia hii. Hii ni mfano wa ibada ya sanamu ya Efeso ulioendeshwa kwa njia ya ibada ya uongo. Watu wengine wamefika mbali, waliwaaminisha kuwa sehemu au kanisani kwao, nipo sehemu takatifu, ambapo watu wanaweza kumwabudu Mungu wa kweli. Hii njia waliitumia mafundi Efeso kuwa Efeso ni mji mtakatifu, kwa hiyo watu walimiminika na kwa wengi wao walihitaji malazi, chakula na huduma nyingine. Ikawa chanzo cha faida kwa wale waliokuwa wakitumia mfumo huo bila wageni kujua wanatapeliwa. Wokovu ni bure. Kwa nini nayasema haya? Katika mataifa mengi mafundi wamewaaminisha watu kuwa huko ndiko ibada ya kweli inayotoka na watu wende kuhiji huko. Ila Yesu anasema hija ni moja tu, ya wewe kuingia ndani ya moyo wako, maana Baba yupo katika roho ya kila aminiye. Kwa hiyo akakata milango yote ya wote wanaotaka kupata faida kwa njia ya ibada ya uongo, ili watu wapate wokovu na neema bure. Baba wa mbinguni kwa upendo wake usio na kipimo alimtuma mwanaye pekee duniani, si kwa sababu tulistahili, bali kwa sababu alitupenda. Yesu Kristo alishinda mauti, alishinda dhambi na alishinda nguvu zote za giza kwa kifo chake msalabani na kwa ufufuo wake. Katika Kristo Yesu hatununui wokovu, hatulipii baraka, hatufanyi biashara na Mungu. Wokovu ni zawadi, neema ni bure. Upendo wa Mungu hauuzwi sokoni wala haubadilishwi kwa fedha. kwa ushindi wake Ametupa mamlaka ya kushinda dhambi, kuponya walio dhaifu, kuinua waliovunjika moyo na kuwapa tumaini wale waliokata tamaa. Kama Baba wa mbinguni alivyotupenda bure, ameweka huo upendo ndani ya kila anayemwamini Kristo Yesu. Si kwa sanamu, si kwa vitu vinavyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, bali kwa imani ya kweli katika Yesu Bwana wetu. Huu ndio ujumbe uliotikisa Efeso na ndio ujumbe unaotikisa dunia hadi leo. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anaweka huru, na wokovu wake ni wa bure. Kama unaamini wokovu ni bure, andika kwenye comment: wokovu ni bure kupitia Kristo Yesu, mwana wa Mungu. Naitwa Pasco Michael Peter, PMP Gospel TV. Barikiwa. Share video hii kwa wale wapendao. Usisahau kulike na kusubscribe chaneli yetu.